Mm, mm, mm, mm. Niambie Mwaso. Eh, shikamoo. Marhaba, za shule. Nzuri tu, nzuri. Safi kabisa. Eh, safi. Mitieni umepokea? Eh, nimepokea yote kama. Usiendelee kuongea Mwaso. Usiendelee. Ndio maana nilikwambia, umu ndani, mimi ni juniors. Kweli kabisa umu ndani, mimi ni juniors. Mimi na Kiingereza tunatembea hivi. Acha Kiingereza hiki mimi huyu. Tuna work the same together. Sawa, sawa. English is there. Mimi hii ndio ndio maana nilikwambia umndani, ukitaka kujua good morning the future, nione mimi. Ni kweli kwa Kiingereza, mtu wa English anodi shows nige, yule yule wa kwenye movie zile za Rambo za kominio, movie za kominio za kominio za kominio. Ni zile okay, zilikuwa hapa na kana anodi hapa, Rambo huyu hapa, Jetili alikuwa anatuigilizia majibu yule Mchina. Kumbe umesoma nao? Eh, hapo tulikuwa tunasoma wote, tumesoma wote hapa na nili rungu sekondari hapo juu Tukuyu. Anodi hapa, mimi hapa, JDT katikati ananiingilizia majibu. Wote walikuwa na majibu ya Kiingereza mimi. Mimi nimekwambia nina nini? Ni, ni, ni mtu wa professional kana English. Mimi najua tu umepata. Hmm? Nilijua tu lazima mtihani upase ufaulu. Nani alikusaidia ma, majibu Mwaso? Ni wewe. Ni kaka yako? Hapana. Ni dada yako? Hapana. Ni babu yako? Hapana, sio. Ni bibi yako? Hapana, sio. Ni shangazi yako Mwaso? Hapana. Ni nani? Ni wewe. Ni nani? Ni wewe. Ni nani? Sema kwa sauti, hakusikii. Ni wewe, ni wewe. Aya, nipe, nipe mtihani. Umepiga umepiga mia ya mia, siyo? Hapana, nimepata sifuri zote alafu mwalimu kasema hajawahi kuona majibu ya kipumbavu toka ameanza kufundisha shule kama ulionipa wewe. Mwalimu haja, amesema hajawahi kuona majibu ya kipumbavu toka ameanza kufundisha shule kama majibu uliojibu leo? Ndiyo, kasema yaani sielewi kitu. Kwani ulijibu mtihani gani? Umechanganya mechanganya mtihani wa Kiswahili mimi nilikwambia ni mtu wa Ingilishi, mtu wa lugha na maji, mimi nakuambia na, tu Mwaso, majibu yangu ya Kiingereza niliokupa ni majibu ya mwaka wa mbele, hayo hayo ya mwaka wa mbele ndo tuliopata sifuri mimi. Hmm. Mimi nenda tu ukare itakuwa si, it... Nenda tu ukare tutajua baadaye, akija babako naye mshirikishe kidogo, natakiwa iwe aibu ya, ya familia.